mo DCC West Sub County ya Kenya William Bet ni ganyara ko baga ko kolege tindi ko chiasonde bwensi ora nyara ko baga ko nyore kana ka gendre tama ne bikole biyo bo ibino bo salia o kwa na chinga kichogo cha kiwa kwa kwa kwa seni kwa nyimba si chinseme chyo beti wa igoni kaboli aboli vye chia wisi ngende kwa seni yekyo elio wikirani wa kwa kwa Cornelius Onyancha Mogusu na

Hii ni zuko gani? Nataka usalama kweli? The chief sijui anakaa umbali kilomita ngapi kutoka town yenyewe? Ha? Na kila town ukienda ofisi ya chief, ofisi ya chief, ofisi ya MCA police post, zinafuatana hivyo ndio iwe karibu karibu na usalama iwe hapa karibu. Chinga kicho iko beta kwa Nairobi randa asin semejo Hawa alivu mwambie sasa tuko, sasa tumekuja, tumesikia leo usiku tumechukua vijana hapa, mmoja ametoroka. Nadhani tutapata jina yake ndio tujue, na kuna wengine wawili naambiwa walivunja police station huko Magena, na wanakaa tu hapa karibu. Alama, unaanza na nani? Unaanza na wewe ndio kuja kwako.

lakini si watoto kidogo ile, ile kelele kelele hairuhusi hiyo ile. Hakuna unawaga kitu inaitwa soundproof, kama wanataka kucheza muziki, kwa sababu so unajua hiyo muziki mzini yako, kwani unajichezea watu ama unajichezea? Yeah? So ba onas, tafadhali mkutano ile inafuata ni yenu